Naitwa Wanjiru Mbugwa, mwenzetu mwenze wa ishara ni Lusi Mwaora na siko peke yangu niko na dadangu Jamila Pacha Mbugwa. Karibu sana ndugu mtazamaji tuandamane hadi tamati nam. Katika taarifa ya kutatanisha watu wanne wamefariki na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka huko Turkwel, kaunti ya Pokot Magharibi mapema leo alfajiri. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Pokot Magharibi Abdullahi Jire Mohamed alithibitisha kasa huo na kusema kuwa mgodi huo umefungwa kwa muda usiojulikana. na maliongeza kuwa uchunguzi umeanza kubaini kilichosababisha mkasa huo uliotokea saa tisa alfajiri. Anajiri takriban saa 48 baada ya wakazi kulalamikia kufungwa kwa migodi hiyo huku kukiwa na wasiwasi wasi kutoka kwa viongozi wa eneo hilo kuhusu athari za kimazingira na usalama wa wachimbaji madini. Ben Chumba anatuarifu zaidi. Mkasa ulitokea siku ya Jumamosi alfajiri katika mgodi mmoja katika eneo la Turkwel, kaunti ya Pokot Magharibi, baada ya mgodi huo kuporomoka na kusababisha maafa pamoja na uharibifu. Watu tisa walikuwa kwenye mgodi huo wakiwa ni wanaume wanane na mwanamke mmoja. Kuporomoka kwa mgodi huo ulipelekea maafisa kutoka huduma ya polisi ya taifa, vikosi vya kijeshi pamoja na maafisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu nchini kuanzisha shughuli ya kuwaokoa waathiriwa. Manusura tano waliokolewa kutoka kwenye mgodi huo na kupelekwa kwenye kituo cha afya cha Turkwel kwa matibabu. Baadaye walihamishwa hadi hospitali ya rufaa ya Kapenguria kwa matibabu maalum.

aisaidie watu. Hii mining inasaidia hii watu kama livelihood, kama mapato ya ya households, but kwa nyingine sio mzuri, kwa sababu imeua watu wengi sana. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Pokot Magharibi Abdullahi Jire Mohamed alisema uchunguzi umeanzishwa kubaini kilichosababisha kuporomoka kwa mgodi huo. Haya najiri huku kukiwa na wasiwasi kuhusiana na usalama wa chimba migodi viongozi wa eneo hilo walitofautiana kuhusiana na hatima ya migodi katika eneo hilo, huku wengine wakishinikiza kufungwa kwa migodi hiyo. Ben Chumba, Dira ya Magwiji.